Umetaka pesa kwa ajili ya kufanya biashara hii ndio biashara umekuja kufanya? Nitafanya, nitafanya biashara nitafanya baba, nitafanya. Iko wapi hiyo biashara ambayo utafanya? Nitafanya baba. Abigail, kweli umeamua kuondoka nyumbani kuja huku kweli? Yani muda wote mi nimepoteza huo kweli? Sarafina, we unamwelewa ndugu yako shule hata kumwelewa baba, basa bami nifanye nini? Wesiitaka mwenyewe mi nafanya ajabu. Taarifa zako nazo na ninajua huko kitu gani ambacho umekifata. Abigail, we sio mtoto wangu hapana. Baba naomba tafadhali usiseme hivyo, mi bado ni binti yako. Baba naomba usiseme hivyo. Baba nakuomba usifanye ah hivyo. Baba mi ni binti yako na Sarah. Kweli yaani umeamua kufanya hivi baba? ipo hivo, nielewe ipoje? mi ni binti yako baba, nakuomba